Kuna kitu amekuvisha wafanyakazi wenzako kazini ili uonewe usingiziwe. Kamata huyu. Hapa nikimuuliza wiki ameshakutana na matokeo. Amenyimwa mshahara. Huyu dada. Kosa ni nini? Umesikia? Hapa nilikuwa naambia kwamba naona kazini amesingiziwa.

Sema nafasi yangu iachiliwe. Sema nafasi yangu iachiliwe. Ya jina langu liachiliwe. Nafasi yangu iachiliwe. Ya kazi yangu iachiliwe. Fedha yangu iachiliwe. Nimemsaidia mpaka mm. Sasa angeshatolewa kazini eh, angekuwa na kazi. Mmemtoa, mmemtengenezea matatizo eh? Ili anyime mshahara, kaendelee kwenye cheo ka dada. Kitu kikubwa. Kana kitu kikubwa huyo aombage nyewe, mna wajua siomba eh? Okay. Ah, nimesha wambukiza maombi sasa hivi wanaomba. Wataanza leo. <gibu> Wataanza kuwa wa moto. Aya, hiyo sura inatoka hicho mlichomvisha. Huyu <gibu> ah, ungejua ni John Cena huyu ulipokuwa umekaa naye huko Bonge la John Cena huyo. Leo mnamwachia <gibu> kinatoka, hiyo sura inatoka moja mbili tatu, anguka chini na kufa. Anguka chini na kufa. Ona nguvu wao, si watesi sana kuachosha. Asante Roho Mtakatifu, namfungua, namfungua binti huyu, nafungua sura yake yote faaatanguka. Simama china, juu. Binti sawa, ni kweli umenyimwa mshahara, ni kweli ndio umeinuliwa nini vitani kazini yani, kuna mwalimu mmoja ndio alikuwa amechukua amechukua uniformu e, ya wanafunzi ya wanafunzi, akawa kuna mtu akaniambia. uh -huh. Nikamwambia umechukua uniformu uh -huh. Akanirudishia ndio. Kuna wengine wakawa wamechukua elimu ndio, sasa kwa zimechukuliwa elimu, mimi napata taarifa, kwa sababu mimi waoga naondoka mapema. uh -huh. Nikapata tu taarifa ndio Hna ku, kuongea kwa mkurugenzi, wezi kumsema mtu, mtu maskini na opore wa e, kibo na nyamaza badai. Naona shiriki wizi ndiyo. Baadaye mtu aliyeitwa na mkurugenzi. Ndio. Akasema kwamba nimepewa na PS. Amepewa na PS, ambayo ndo wewe Alionipigia simu hapana, si fulani yupo, na mimi nipo ni na, ndio naomba tuje tuzungumze naye, tuzungumze naye. Ndio akasemaje? Ikaonekana kwamba yeye ndio ameitoa. Akasema samahani mkurugenzi, uh -huh. kwa kwa kwa kwa tu kwa namna ya mazingira. Akasema basi muumie wote, sema sitaumia na mtu mwaka huu, sema sitakufa na mtu mwaka huu, kila mtu atakufa kivyake. Kuna watu watakutengenezea mazingira ili uweze kufa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaenda kupewa kesho. Yaani wiki hii inayoingia kesho. Huyo mkurugenzi atakupa mshahara wako. Tuna mudu. Hii madhabahu ina mudu. Inua mikono yako. Ikuondolee hicho ulichowekewa usoni kwa bomu mpya ya madhabahuni ndia saa hii, akubarike, ahurumiwe, akumbukwe. Amen, barikiwe sana, nenda ukapokee.